Kwengineko ni kwamba naibu rais Kithure Kindiki alimkemea hadharani waziri wa utumishi wa umma Jofry e, Ruku, kwa kulalamika na kuiomba serikali kuwafikishia wananchi miradi, akimweleza e, si haki kuwachochea wananchi ili hali sasa kama waziri yuko kwenye meza ya maamuzi kuhusu miradi mbalimbali mbali ya serikali. Kindiki alionekana kutofurahia matamshi ya Ruku. Alimkosoa kwa kuzidi kulalamika badala ya kushinikiza kutekelezwa kwa miradi wanaodai wananchi, na kama anavyotuarifu Stephen Leto. Kindiki amewataka mawaziri kutumia nafasi zao kuwaelezea wananchi mipango ya serikali katika hafla ya kupanga mikakati ya uchaguzi mdogo wa Mbere Kaskazini iliyofanyika eneo la Siakago, kaunti ya Embu Jumamosi. Waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku alimtaka naibu rais kuhakikisha wenyeji wa eneo hilo wamepata barabara za lami katika kipindi cha mwaka mmoja. Aa ah, wazee wanaomba kuone kama hiyo barabara itawekwa rami mwaka huu. Matamshi hayo ya Ruku yalionekana kumkera Profesa Kindiki ambaye hakuficha kutoridhishwa kwake na kumpasha Ruku mbele ya umma. Rais amekubatisha wazee wamekubariki, alafu wewe ndio unakuja kuchochea wananchi hapa na ile mambo bado kutendeka, badala ya urudi Nairobi usukume rais na deputy rais na cabinet ministers wenzako ifanyike, unakuja kuchochea wananchi hapa na kuleta chuki na kuleta uchachezi na kulalamika kama wananchi wa kawaida. Kindiki akimkumbusha Ruku kuwa anajumuishwa kwenye meza ya kuchora mikakati katika vikao vya mawaziri. Hiyo mambo unaniambia hapa sasa, wewe siye mbunge tena, umeniambia tunaenda kusukuma na wewe. Kindiki akitahadharisha Ruku kuwa si haki kugeuka ombaomba kwa serikali bali ana jukumu la kuwa mstari wa mbele kutimiza maslahi ya wananchi kwa, na badala usaidie wananchi kuelewa programu ya serikali imefika wapi na ile imekwama, usaidie wananchi hiyo kitu ipatikane. Unakuja hapa kulia kuchochea na kulalamika, ukitaka Out. <laughs> Pema leo Kindiki alikuwa katika kaunti za Meru na Kiambu ambapo aliwataka wenyeji wa kaunti hizo kuipa serikali muda ya kutekeleza ahadi zake. Sasa hivi tunajenga zaidi ya masoko 400 katika Jamhuri ya Kenya. Hapa Meru tuko na soko 14 ambazo tunajenga hapa Meru County. Na hapa South Imenti hapa chini Machegene Kindiki, soko imeanza, iko karibu kumalizika. Kindiki akiwaahidi wananchi kuwa serikali haitabagua eneo lolote kwenye utekelezaji wa miradi. Stephen Leto, runinga ya Citizen.